Ukiangalia utaratibu wa nyimbo zinavyotengenezwa na, na sinema kuna utaratibu mkubwa sana, kwa hiyo wakati nyimbo inaendelea kupata heshima kubwa na sinema inashindwa kupata heshima, wakati ukiitizama sinema ina uwezo wa kubeba hisia za watu kwa muda mrefu. Kutokana na sinema tulizokuwa tunaziangalia hapo awali, ikatulazimu tuweze kufikiria kitu kingine, kwa hiyo hizo ndo akili ambazo lakini pia zinategemea na akili na mchango wa ninyi au watu wengine, ili tuweze kuangalia wapi tumekosea, nini kiboreshwe, au kilichofanyika hakifai kabisa, basi tukiwache, tuendelee kufikiria vitu vingine. Lakini tuliamua ku, ku, ku, kufanya research kwamba matumizi ya Watanzania ya simu yako kiasi gani na tukiwaletea kitu chochote kwenye simu yao, kama kitakuwa kizuri basi wakitizame. Lengo letu kubwa iliko watu waangalie bure, na tutafikia hapo tunaomba Mungu, na msaada wenu na mchango wenu. Tukishikamana basi tutafikia hatua ya Mtanzania kutizama bure, akiwacha simu yake tu anaweza kuangalia sinema fupi zina uwezo wa kutoa elimu chochote kinachofanyika tukaenda sambamba vyombo vya habari na sisi pia. Kwa mfano ukitizama leo Kibiti watu wanakufa ambao ni askari wanaolinda usalama uh, wa raia. Kwa hiyo kwa haraka haraka, una uwezo wa kuingia location kwenye wiki mbili, ukatengeneza nini, chanzo nini, kifanyike, ukawapa watu, watu wengi wakaona na wakaenda kwenye njia hizo ambazo umezielekeza, tofauti na future feeling. Kwa hiyo hilo nilikuwa wazo kwa haraka haraka. Kwa hiyo kuanzia hapo. Uh, kitu ambacho naweza kukizungumza ni kwamba si kazi rahisi, wala haikuwa kukurupuka tu kama chafya, isipokuwa ni nguvu za Mungu pekee kwao. Nami naendelea kuomba kwenu ninyi kwa hichi tulichokifanya, kwa mwanzo huu basi tushikane, tuendelee kurekebishana ili tuweze kuwaletea wanaopenda burudani burudani zao, lakini pia wanaopenda kupata elimu kupitia sinema waendelee kupata elimu. Na kitu ambacho tunakizingatia ni vile vitu ambavyo vina mapungufu kwenye usemi unaosema bongo movie, kurekebisha yale mapungufu yote, yakiwezekana yaondoke kabisa, na inaweza ikawa ni competition kubwa sana ya watu kuendelea kuwa na thinking capacity. Naitwa Miovela Mfaisa, ni mtu wa mawasiliano kutoka kampuni ya Salaf Media ambayo ipo chini ya ukurugenzi wake Salim Ahmed Gabo ambao ndo wametengeneza sinema inaitwa Kisogo, sinema fupi. Uh, mngetaka naye ajitambulishe, nadhani wote mnamjua <laughs> <laughs> Uh, Salim Ahmed. Lakini jina la, la, la maarufu au jina la kutafutia riziki, naitwa inaitwa Gabo Zigamba, ni mkurugenzi ala Asante. Napenda kuchukua muda wenu niweze kuambia kilichotukutanisha leo katika ukumbi huo wa idara bale maelezo, si kitu kingine lakini, ni katika kuelekea kwenye mabadiliko makubwa ambayo yanafanywa na Salafu Media. Aa, kilicho kilichotuleta na kutukutanisha hapa, tunataka kuongelea filamu mpya kabisa ambayo inaitwa Kisogo iliyoandaliwa kitaalamu kabisa ikiwa na lengo la kuendeleza na kutengeneza vitu vilivyo bora katika mfumo usio na shaka kabisa katika kuepuka changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza katika tasnia ya filamu. Kampuni ya Salafu Media ipo chini ya mkurugenzi Salim Ahmed Gabo, ambaye ndio yuko hapa, inakuja na utambulisho wa sinema ambayo imetengenezwa katika hadhi ya kimataifa, na pia tukiwa tumeangalia lengo kubwa kabisa iweze kuafikia watazamaji popote walipo. Filamu ya Kisogo imelenga kutoa hamasa kwa Tanzania kuziona filamu za kitanzania na zile zilizotumia lugha ya Kiswahili pekee, kutoa fursa kwa vijana na jamii nzima husika kwa ujumla wake, kama ni njia rahisi ambayo tunasema pia ni rafiki, kwa sababu hii sinema utaweza kuiona kwa kupitia kwenye simu ambazo mnazo hapa. Yani ukiwa na smartphone tu utaweza kuiona sinema hii ya Kisogo. Kwa hiyo tutakuwa tuna limiti ya kusema kwamba tuwaone tu watu ambao watafika sehemu fulani, lakini utaweza kuiona duniani kote kupitia huu mfumo ambao tunatumia. Ni ukweli usiopingika kuwa hivi sasa kila raia awe mjini au kijijini, ana uwezo wa kutumia simu ya mkononi. Kwa mantiki hiyo, filamu bora yenye ujumbe kama ya Kisogo itafikisha ujumbe na kutoa burudani bila upendeleo kwa kila Mtanzania. Filamu ya Kisogo itaonekana kuanzia leo hii, yaani tukishamaliza hapa utaweza kuiona ukisha download. Kuna application ambayo ni mobile application inaitwa uondo, ambayo ukisha download itaku itakuomba ukitaka kujisajili, inabidi utumie njia mbili, eza kwa email au kwa njia ya Facebook. Kwa hiyo utakuwa utaweza kuiona na utaweza kuona hiyo filamu ya Kisogo. Uh, tunajaribu kuangalia mfumo huo wa Uondo, ni mfumo ambao tunawezesha mpenzi na mtazamaji wa skazi za Gabo na sinema ambazo zitakuwa zikitengeneza katika mfumo huo ambazo zinatoka kwenye kampuni ya Salaf Media zikiongozwa na Gabo mwenyewe, kwa sababu Gabo pia ni producer. Pamoja na kuwa na mfumo huo rafiki wa kipekee kabisa kuangalia sinema zenye ubora kutoka Salaf Media pia inatoa fursa kuku yaani, kumfanya mpenzi wa sinema kuona filamu zinazorushwa kupitia mobile app ya Uondo, filamu kutoka sehemu mbalimbali zinazotumia lugha ya Kiswahili popote ulimwenguni, lakini ambazo zitakuwa zimekuwa zi, produsi pro, zinasisi aa. katika kuangalia maendeleo filamu, ni lazima kuwa na njia rahisi kwa mtazamaji kufikiwa popote alipo na ataweza, yaani hiyo ndio kwa mara ya kwanza Tanzania inaanza kupitia sinema yetu ya Kisogo, ambao ukiwa na simu yako tu utaweza ku ku download, yani kupakua mnasema, utapakua na utaweza kuiona sasa. Sinema hii ina dakika thelathini. Katika dakika thelathini tutakupa dakika kumi na tano bure, halafu dakika kumi na tano zilizobaki utachangia fedha kidogo tu shilingi mia tano kwa ajili ya kuweza ku, kutengeneza products zingine na upate vitu vilivyo bora zaidi yani. Kwa hiyo utachangia hiyo shilingi mia tano, hatua ya kwanza utadownload hiyo uondo, utajisajili, ukijisajili utakuta kazi nyingi zitakuja pale lakini utakutana na Kisogo. Ah hiyo tunasema kwamba ni gharama ndogo tu ambayo itawezesha pia kuboresha kazi zetu zinazokuja nyingine ili tumeanza na kazi kubwa, tusingependa tukupe kazi ambayo itakuwa ipo chini sana. Kwa hiyo filamu ya Kisogo ndio inakwenda kutoa majibu leo, lakini kazi ambayo kwenye Kisogo kwenye kisogo tumeshirikisha wasanii wakubwa wengi <laughs> lakini tukianza na Gabo mwenyewe mesapetu, tuna Wema Sepetu tuna mirali yayo na wasanii wengineo wengi ambao kwa sababu tunafanya pia revolution Nikimaliza kuongea kabla ya maswali yenu nitakuonesheni kitu ambacho tumekifanya kwa muda mfupi, ili pengine maswali yetu yasijakawa tofauti out, yani yaendane na hiyo product ambayo tunayo. Kwa hiyo tutakuonesheni hiyo teaser, na mwisho si kwa umisho, kwa maana ya kumalizia, nipende kutambua mchango wenu. Najua mtaweza kutusapoti ili kuweza kufikisha ili jambo letu mbele zaidi nyi, kwa sababu nyini najua ndio hiyo kitu yenu kwa filamu ya Kisogo inakuwa ni chachu ya maendeleo katika tasnia ya filamu kwa sababu sasa itakuwa inakuja kwenye mfumo tofauti ambao tuweza kupata popote ulipo. Asanteni sana, sasa naomba nichukue muda wenu pia, kabla hatujarudi kwenye maswali na nini, na wataalamu wangu watajibu pia, kujibu tuweze kuona teaser ya hiyo product ambao tumewaletea yenu, filamu bora kabisa ya Kisogo ambayo haichoshi, ina stori nzuri lakini naona hapa wakina mama umetufunika hii <laughs> nahusuni sana kwa sababu tumeongelea kabisa maisha ya ndani, jinsi gani changamoto zao kuwepo, yani. Kwa hiyo niombe muda wenu tuweze kuiona Kisogo, afu tutaendelea na hii, ataongea yani. Nataka kwa sababu yani, na hicho kilichotuleta kwa sababu yani, lengo langu tuendane na hicho kilichotuleta yani, kwa sababu unajua mara nyingi waandishi wa jamii natwaga kwenye leli yani. Eh, tuongelee hiyo kisogo yani. Ukiiona utaweza kumuuliza vizuri, Gabo.